Samia Ra inakuja hiyo, stay tuned. CCM oye! Mheshimiwa mwenyekiti wa Chama Cha Mapinduzi Dkt. Samia Suluhu Hassan, mgombea wa nafasi ya urais kupitia Chama Cha Mapinduzi, ndugu mwenyekiti wa CCM mkoa ndugu Shemsa Mohamed Saif, waheshimiwa wajumbe wa kamati kuu na halmashauri kuu ya CCM taifa, wote mlioko hapa viongozi wote wa Chama cha Mapinduzi kutoka shina hadi taifa. Natambua pia kuwepo kwa wenyeji wetu kwa mkoa wa Mwanza tulikotoka wakiongozwa na mheshimiwa mwenyekiti wa CCM mkoa wa Mwanza, ndugu Masanja aka Smart, pamoja na ujumbe wake wote, tunakushukuruni kwa kuandamana nasi. Waheshimiwa viongozi wetu wa dini mlioko hapa, wazee wa kimila, machifu na wale wote wanaotulea katika mkoa wetu wa Simiyu na hususan e, wilaya hii ya Busega, ndugu wagombea ubunge na udiwani wote mlioko hapa, wanachama wenzangu wa Chama cha Mapinduzi na wananchi wote wa Lamadi, wakiwa wanawakilisha wenzao kumkaribisha mgombea wetu Samia Suluhu Hassan. Samia, Samia ra, ee. Samia, ra. Samia ee. Samia ra Lamadi oye oh oh! Mheshimiwa mwenyekiti, tunakushukuru sana. Unapoingia mkoa wa Simiu, umeamua kusimama hapa na eneo hili. Kwa kweli, ni eneo unganishi, linaunganisha mkoa wa Mwanza na mkoa wa Mara, na ni eneo muhimu sana kiuchumi na kijamii. Kama ambavyo mwenezi wetu ambaye alikuwa mkuu wa mkoa hapa ameeleza, hii ni jamii ya wachapakazi wakulima wavuvi, wafugaji na wote wako hapa, mamalishe wako hapa, vijana wako hapa, wajasiriamali wote wako hapa. Mheshimiwa, kukulaki leo hii na kukuonesha ni kwa namna gani wanaunga mkono uongozi wako, wanaunga mkono jitihada za serikali inayoongozwa na Chama Cha Mapinduzi, ambayo wewe ni mwenyekiti wetu. Mheshimiwa, naomba kuwaambia wananchi hao kwamba tunayo matumaini makubwa kwao. Kama walivyojitokeza kwa wingi hivi, tunaamini mwezi huu ambao ndio Oktoba. Oktoba imeshafika sasa, tujiandae Oktoba ishirini na tisa wote tutoke twende tukapige kura tumchague Dkt. Samia Suluhu Hassan, tuwachague wabunge wote kupitia Chama cha Mapinduzi na madiwani wote wa Chama cha Mapinduzi. Ndugu zangu, Mheshimiwa amepita hapa na tunamwasilisha kwenu kama sehemu muhimu sana ya safari yake ya kuomba ridhaa, kuomba kura. Mmeeleza hapa, ameshawahi kufika akiwa makamu wa rais, ameshawahi kuleta miradi kadhaa kushirikiana na viongozi wenu hapa. Kwa hiyo leo tunamleta kama mgombea ili mumthibitishe, na yeye ameona ni heshima kusimama hapa kukusalimuni, lakini muhimu zaidi kukuombeni kura kwa sauti yake. CCM oyee!